Shalom. Sasa leo nitakutajia maana tano mbaya za kuota uko shuleni. Kuna watu mnaota mko shuleni, mmevaa uniform ama mko na marafiki wa zamani wa shule ya msingi. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment na kulike. Maana ya kwanza ni ishara ya kustawi polepole au kusimama kimaisha au kwa kizungu wanaita stagnation. Yaani unapoota kwamba uko shule ya msingi, maana yake kwamba wewe kwenye maisha yako, kwenye biashara ulionayo unajikuta unastawi polepole, unajikuta kwamba unatumia nguvu kubwa. unapota ndoto za namna hizi, inamaanisha kwamba wewe kwenye maisha yako kuna moja, usimame moja, usiende unakotaka. Usifike unakotaka. Unatumia nyingi, unapambana sana, lakini unachopambania a litakuja kwenye maisha yako litakufanya yani upoteze tena vitu vyote. Kuna kitu kwenye maisha yako ambacho kitatokea ambacho kitakufanya wewe upoteze vitu vyote. Ama uishi kwenye maisha ya zamani. Kama wewe sasa hivi umestaarabika unamjua Mungu, zamani ulikuwa unamjui Mungu, jua kabisa kwamba kuna maisha, kuna roho fulani ambayo ilikuwa inakufanya zamani uishi maisha ya ajabu, ndiyo hiyo inayokufuatia na sasa inayokufuatia sasa hivi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya inatakiwa kwamba uweze kuzishughulikia ndoto za namna hiyo. Kwa hiyo unapokuwa uko shuleni, jua kabisa kwamba kuna roho fulani ambayo inakufanya inakurudisha wewe kuishi maisha ya zamani, aidha maisha ya umasikini, maisha ya dhambi, maisha ya anasa, au maisha fulani ambayo lifestyle ya zamani ambayo ulikuwa umekwisha kuiacha tayari kwenye maisha yako na sasa hivi unavutwa tena uweze kurudi kwenye lifestyle ile ile. Sasa maana hata kama maisha kama umefungwa kiroho, unapokuwa umefungwa kiroho, inawezekana kuna namna kule shuleni ulikosoma, kuna kitu cha thamani ulikiachaka, chipo kule, kuna vitu vyako vya thamani, uenda ni nyota yako uliacha ikiwa iko kule huenda ni biashara zako, huenda ni uchumi wako, huenda kuna kitu fulani cha thamani, ama ni kusudi la Mungu uliacha ukiwa kule. Kuna makosa yalifanyika, ama kuna uchawi ulifanyika, wewe ukaweza kuviacha vitu vile kule uliko kwa umetokea. Jua kabisa kama umefungwa kiroho na unahitaji kufunguliwa, na roho hizi mara nyingi sana zinaona maisha kama ni roho zile zile za kurudishwa nyuma, yani wewe usiweze kupiga hatua kwenda mbele kwenye maisha yako, uwe kila siku unabaki pale pale, uwe unabaki kwenye maisha yale yale ya kulia kila siku, uwe unabaki kwenye maisha yale yale ya kutafuta kazi kila siku, uwe unabaki kwenye maisha yale yale ya kujitafuta kila siku. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 7 Sema wanajifunza siku zote lakini hawawezi kufikia ujuzi wa kweli unaona. Kwa hiyo inamaanisha kwamba we siku zote wewe ni, ni, ni mtu wa kujifunza tu, umefungwa palepale, hauwezi ukaenda sehemu yote, uwezi ukapiga hatua, uwezi ukaenda mbele, uwezi ukafanya hivi ikafanikiwa. Ndio maana nyingine, ni kucheleweshwa kwa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kama kwenye maisha yako kuna kusudi la Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mfanyabiashara ambaye Mungu amekuita kwamba utakuwa kama Kingdom Finance, ama unafanya kitu chochote kile cha kimungu. Unapoota uko shuleni, jua kabisa kwamba kuna roho ya kuchelewesha unafanya kazi kwenye maisha yako. Kuna roho ambayo inakurudisha kule ulikotoka, kuna roho ambayo inakurudisha nyuma kule ulikotoka, kuna roho ambayo haitakubali wewe uweze kusogea kwenda mbele kwenye maisha yako kwa nini? Kwa sababu ndoto za kuota uko shuleni zina maanisha kwamba kuna kucheleweshwa kwa kusudi la Mungu kwenye sehemu ambayo utakiwa upite miaka kumi unapita miaka thelathini sehemu ambayo utakiwa upite miaka mitano unapita miaka saba sehemu ambayo utakiwa upite siku mbili unapita miaka miwili Kwa nini? Kwa sababu ya ndoto hizi za kuota huko shuleni. Na ngoja niwaambie kitu, ndoto huwa haikenewi Ndoto huwa ikemei, tunakemea roho iliyopo nyuma ya ndoto yako limekwisha kufanyika tayari. Kwa hiyo, hizo ndo maana mbaya za kuota uko shuleni. Unapoota ndoto za namna hiyo, tafuta msaada kwa namba zetu ambazo za kwanza, pita chini ya kioo hapo. Ama comment kwenye comment section hapo, andika ni ndoto gani ya shule ambayo inakusumbua, na mimi nitakujibu kwa wakati, na pia aku e